Lakini pia sisi sote ni mashahidi, ipo kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia inaitwa Mama Samia legal aid, kampeni inayoendelea wilaya ya Kyerwa ambapo Mama aliona kwamba wako wananchi wanyonge ambao hawawezi kufika katika ofisi za wilaya, lakini wako wananchi wanyonge ambao hawana fedha za kuweka mawakili kwenda kuwatetea ili kupata haki zao akaamua kutuletea sisi wanasheria, akaamua kutuletea wataalamu wa kutusikiliza na kuweza kutusaidia sisi tuweze kupata haki zetu. Tunasema mama ana upendo sana, haswa kwa watu wanyonge, akiona kwamba basi isiwe haki inatoka kwa matajiri peke yake, wenye uwezo wa kuweka mwanasheria, lakini hata yule ambaye hana uwezo wa kuweka mwanasheria. Mama Samia ameleta mwanasheria na amemlipa yeye mwenyewe. Mama Samia oyee! Oyee! ndugu zangu, mwaka huu muda si mrefu tunaenda kuingia katika uchaguzi, uchaguzi mkuu ambapo tutaenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaenda kuwachagua wabunge, tutaenda kuwachagua madiwani. Nitoe wito kwa wananchi wote wa Kyerwa, tushiriki kikamilifu katika zoezi hili muhimu. Lakini pia kuanzia tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba tutarudia zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura kwa maana ya kwamba kwa wale ambao wanataka kurekebisha uh, taarifa zao wanaweza kwenda, kwa maana labda ulihama kutoka wilaya nyingine ukahamia Kyerwa, kutoka kata moja ukaenda kata nyingine, uende ukarekebishe taarifa zako ili sasa uweze kupiga kura katika eneo husika. Sasa inawezekana wakati nilipita mara ya kwanza tarehe zilikuwa sijafika, hujafikisha miaka 18, lakini sasa hivi umeshafikisha miaka 18. Nitoa wito sasa utumie siku hizi saba uende ukajiandikishe, ukatumie haki yako ya msingi ya kuweza kupiga kura. Ndugu wananchi, pia napenda kutumia fursa hii kusisitiza suala la uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Kazi ya uhifadhi misitu, kulinda vyanzo vya maji na upandaji wa miti, miti ambao, miti ya matunda, miti dawa, kivuli, kwa ajili ya kupendezesha wilaya yetu na kufanya usafi, ni lazima iwe shirikishi na iwe ni ya kukuu Tusiwe tu ni zimamoto, tunafyeka wakati kuna maadhimisho, tunasafisha wakati kuna sikukuu. Hapana, zoezi hili liyo ni zoezi la kudumu. Naomba wananchi wote hasa wanaoishi pembezoni mwa vyanzo vya maji kuendelea kupanda miti rafiki ili kuimarisha kingo za mto Kagera na maziwa yaliyopo na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kufaidika na fursa za kiuchumi tunasema tuyatunze mazingira ili na sisi yafanye nini yatutunze tuepuke vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia unyanyasaji dhidi ya watoto wananchi wote tuishi kwa kuzingatia sheria kanuni na taratibu